Mheshimiwa Spika, jana tarehe 25 Juni 2025 ulichezwa mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC maarufu Kariakoo Derby kati ya Yanga na Simba katika dimba la Benjamin Mkapa maarufu Lupaso. Mchezo huo ulimalizika kwa timu ya Yanga kuifunga Simba mabao mawili kwa bila <coughs> <coughs> Mheshimiwa Spika, nimeomba nirudie. Naomba nirudie tena, jana tarehe 25 Juni 2025 ulichezwa mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC maarufu Kariakoo Derby kati ya Yanga na Simba katika dimba la Benjamin Mkapa maarufu kama Lupaso, mchezo huo ulimalizika kwa timu ya Yanga kuifunga Simba mabao mawili kwa bila, yaliyofungwa na nyota Pacome Zouzoua na kijana wetu wa Kitanzania Clement Mzize. Mheshimiwa Spika, naomba niungane na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuipongeza timu ya Yanga kwa kutoa ubingwa wa 31 wa Tanzania bara ikiwa ni ubingwa wa nne mfululizo. Aidha, niwape moyo